Chama cha Mapinduzi lazima tupime kauli zetu, vyama vya upinzani lazima vipime kauli zao, kwa sababu wote tulenge katika kuimarisha amani ya nchi yetu. Kuna kuna wimbo mmoja, kuna wimbo mmoja na hapa nataka mnisikilize kwa makini sana. Kuna wimbo mmoja wa zamani, wakati wa vita ya Amini, mkuu wa mkoa anajua, kwa sababu ye ni mwanajeshi, wanasema ya Amini yakifa mimi siweze kulia. Sasa jana mwananchi mmoja kanitumia kanitumia clip na ambayo nitawapa nita, nita, nita, nita, nita nanyie, muisikilize, naomba muisikilize, alafu nitasema ninachotaka kusema Kamboli, iim oye, mmeusikia sasa? Tofauti na ule unasema Idi Amini, huu unasema wapinzani wakifa, mimi siwezi kulia mtawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Sasa mimi nataka kusema nini? Huu wimbo wameimba wapenzi wa CCM, wamekaa mahali, wameamua kuimba lakini sisi chama chetu lazima kiwe chama cha mfano. Wimbo wa namna hii ambao unaimba, hata hawana nia mbaya, wamefurahi, tunakaa wimbo kenye kazuri hivi, lakini ule wimbo unakaa kwenye vichwa vya watu kwamba wapinzani wa kifa, mimi siwezi kulia, nitawatuma mtoni, nitawatupa mtoni, wawe chakula cha mamba. Haya ni maneno yanayojenga chuki, haya ni maneno yanayojenga chuki hayajengi upendo miongoni mwa Watanzania. Lazima tutafute nyimbo ambazo zinahamasisha watu bila kuchochea chuki dhidi ya Watanzania wengine. Maana mwisho wa saa, lazima tukumbushane kwamba sisi wote ni Watanzania na tuna wajibu wa kupendana bila kubaguana. Ndiyo maana wimbo wa namna hii kama u, kama huu ambao nimewasikilizisha, kwa kweli mimi kama katibu mkuu wa CCM naupiga marufuku kutumika dhidi ya wapinzani. Sisi kama chama mama kama chama baba katika nchi hii lazima tuongoze kwa mfano, lazima tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazounganisha watu, tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazosambaza upendo. Tusiwe chanzo cha uchochezi, tusiwe chanzo cha vurugu, tusiwe, tusiwe chanzo cha maangamizi katika nchi yetu. Baba na mama wa demokrasia ni Chama cha Mapinduzi, na lazima tuitumie nafasi hiyo vizuri. Sisi wenyewe ndani ya chama tukumbushane wakati wote kwamba tuna wajibu wa kusimamia tuliyoyaanzisha. Amani tumeianzisha sisi, mshikamano tumeuanzisha sisi, umoja tumeuanzisha sisi, lazima tuulinde kwa wivu mkubwa. Na kila mtu anayejaribu kufanya hivyo ndani ya, ya sistemu tumkumbushe mara moja kwamba hii si sawa lakini na wenzetu wa vyama vingine wakiwa wanafanya vitu vya namna hiyo, tusiache kuwakumbusha. Tuwakumbushe kwamba kile mnachofanya si sawa. Tunataka tujenge nchi yenye mshikamano, nchi yenye umoja, nchi ambayo inalenga kutafuta maendeleo ya watu, siyo nchi inayotafuta damu za watu, na ndiyo baraka tutaendelea kuzipata. Alikuja hapa mwenyekiti wangu mstaafu wa CCM wa Songea, mjini kasema yule mama mabomu mawili, kafikiria amebeba mtoto wake, kumbe amebeba mbwa na inatokea. Kama hujawahi kuona vurugu, kama hujawahi kuona vita, huwezi kujua kinachoweza kutokea, huwezi kujua madhara na maafa yanayoweza kutokea kwa sababu tu ya watu kutochunga ndimi na kauli zao. Kwa hiyo nitumie mkutano huu wa Shirati kutoa wito kwa wana CCM na Watanzania wote kwamba tufanye kila lililo ndani ya uwezo wetu kuimarisha amani mshikamano na upendo miongoni mwetu. Tufanye kila ililo ndani ya uwezo wetu kuona kwamba Watanzania wanajitambua kama kitu kimoja, wanatambua wajibu wao wa kulijenga taifa hili, wanatambua nafasi yao katika ujenzi wa nchi yetu. Hakuna atakayetujengea Tanzania yetu. Tanzania yetu tutaijenga sisi wenyewe. Kila mwana CCM kila kiongozi wa chama kingine, kila mwanachama wa kila chama kingine, wote hawa wana familia katika nchi. Mkiona mtu amezidi sana kuongea maneno ambayo hayaeleweki, watembeleeni wazazi wake, waambie naye, kaeni naye jamani, mtoto wenu kaeni, kaeni na mtoto wenu. Mkiona katibu mkuu wa CCM Dkt. Nchimbi anaongea mambo yanayovunja amani mama yake yupo, wajomba zake wapo, watafuteni kae, naomba sasa, mtoto wako anakotupeleka huko siku